Nafsi yaliyo moyoni mwake, ukweli wake ni siri yake, mwenendo na tabia zake, fikra zake ni za kwake. Kuna mwili, kuna nafsi yaliyomo moyoni mwake ukweli wake ni siri yake, mwenendo na tabia zake, fikra zake ni za kwake. Okay. Mziwanda wanda, mmeijenga taswira nami, kwa nini Mziwanda ninaikosa amani tena mimi Mziwanda, sina tena duniani wa kuthamini. Mziwanda, maisha yamebadilika kwangu mimi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. <tos> <tos> <tos> Hivi natirininiuyi ni dada yangu. Sasa ndo mnafanya nini? Na hii tabia nani kakufundisha? Kwani ndio umefundishwa hivi eh? Sina kuuliza wewe, mwanamke, mbona umekaa kimya? Mimi nilijua demo wako afu anakufulia nguo pale, hata kama wewe unajisikiaje? Sasa kwa yomo, nini usiniulize, afu nani kakupa taarifa ya kuja pasi na mimi kunipa taarifa? Wewe. Aa, sasa mdogo wangu, hebu njoo sogea karibu kwanza hapo, tuongee vizuri so. mm -hmm. Tausi mdogo wangu, nadhani nadhani unakumbuka nilikwambia kuwa na wifi yako, si ndio? Wifi yako mwenyewe ndio huyu asante. Na nashukuru. Nashukuru. Naomba uniheshimu. Hebu kanza twendeni, tukakae pale, tuongee vizuri. Sawa. Aruna, tumefika nyumbani. Eh? Ah, mama. Oh, mama, umuone, mama, shuka, shuka, shuka umuone mama.

Wao na wao mwanangu. Asante, tumefika salama, siamini yani salana, mke wangu. Ah, na mtoto tena, unabeba yote. Ah, utaumia bwana.

Sababu ni makosa yangu, sikukwambia mapema kuwa huyu ndio yule mwanamke ambaye nilikwambia hapo siku ile. Naomba unisamehe sana. Na wewe, naomba umchukulie mdogo wangu kama wifi yako. Na sio kama ni wifi yako kabisa. Kwa sababu ipo siku utatoka kwenu na utakuja kuishi hapa. Kwa hivi, ugomvi ugomvi sitaki kuviona. Yeye ni familia. Sawa dada. Nisamehe mimi kaka yako. Ndio mwenye makosa, sikupata taarifa mapema na kuonesha kwamba huyu ndio rafiki yako. Hivi tokea nimekuja ndio leo unamwambia? Hapana, ndugu wangu. Hivyo Ebeka, unanichukuliaje hapo? Yaani kama ilikuwa dada yako kutoka tumbo mmoja ungeniambia mapema. Huyo ni demo wako afu nasema cha dada yako, tumbo moja. Hey! Mbafu. Hujafunzwa kwa yule mwete? Hajafundu huyu hapa. Uloka naye jirani. Alija, huyu ni mdogo wangu, hofu unaniozesha naye? Wewe mdogo wangu, kama nilivyokuambia hapo awali, nisamehe. Mimi kaka yako, kumbuka mimi na wewe ni damu moja, wazazi wetu washafariki, wametuachia hii nyumba, ni kama urithi wetu. Kwa hiyo nachokipenda mimi, naomba na wewe ukipende. Sitaki kuona mna ugomvi kati yenu wawili. Sawa mdogo wangu. Sawa kaka, usijali. Mpende sana wifi yako na kama ukishindwa kumpenda mdogo wangu, kama ukijua na wewe hauna samani katika moyo wangu, kwa sababu huyu ni kama jicho langu. Sijui umenielewa? Ndio, nimekuelewa. Itakiwa e, muishi maisha ya amani. Sawa. Hem, njoo hapa, njoo mpeane mikono hapa nione kama kweli umeelewana. shida ila siku nyingine ukikuta mtu na, bora uulize kwanza. Umeelewa? Sasa hivi nimekuelewa. Ah, haya, karibu. Asante. Mkiwa hivi mimi ndo napenda sasa. Hem, jioni hapo bwana, njoo. Dogo.

vipi baba, mbona unanipamia samani sana mwanangu? Samani ya nini? nilikuwa Se... nataka nikushukuru. Sema miguu yangu spring imeshavunjika. Kwa kazi gani uloi-ulionifanyia paka unanishukuru wewe? Umenikaribisha au, kwani kuna kosa mtu kukaribisha na kushukuru? Baba, kwanza hili vazi, umevaa vazi gani hili? hata la kushukuru, kushukuru gani kwa vazi hilo? ndela teneti au baby show

na unanipenda sana sijui mara ngapi, ila ila mimi nakupenda sana zaidi ya kile ninachokifanya. Na unanipenda sana sijui mara ngapi ila, ila mimi nakupenda sana sasa ni nini hicho ulichoniletea hapa kwangu? Nakuuliza Salma, huyo amekuja peke yake? Amekuja peke yake? Ndiyo uwe, sika wewe. Apana, mama, uwe sikakufata wewe. Hapana, mama. Hapana nini, mama? Semani so yeni, mimi sijamfuata huyu. Mimi nimekuja kwako kwa, kwa vile nimekuja kwako, niomba kwanza kiti nikae ili niweze kuzungumza vizuri na wewe. Hivyo tu, kuna mengi na machache nataka kuzungumza na wewe Sijui ombi langu limepitishwa? Hapana, hapa kiti hakuna na uondoke. Sawa, ame shida, mi nitakaa pa hapa mlango ni, mwona mama, mwona? Naam, nguo ya safari, asante, tushapoa hapa. Mbona menishtukiza hivi hata kunipigia simu jamani? Sasa mi nakuja nyumbani mke wangu, yaani wasiwasi wa nini? Mimi nakuja nyumbani kwangu naanza kupiga masimu mke wangu nakuja nakuja. Mimi jana si nimekwambia kesho nakuja. Ina maana wewe unajua kama leo tulikuwa tunafika? Ungeniambia na, ndio tunaondoka au vipi? Mimi naona kinga nikajua umeahirisha. Najua hiyo. Ya nini nikupe taarifa? Najua. Ili ujiandae. Wewe subutu, siwezi kufanya ujinga. Mimi nakuja nyumbani. Kubwa jana tuliongea nikakwambia kesho nakuja. Najua. Sana. Na, na, na, na, na, Kikubwa, okay. Namshukuru Mungu tumefika salama kama unavyojua sehemi magari ni masaa 24 tumetembea usiku. Namshukuru Mungu amefika salama, mwanao huyu hapa mzima. Lakini yeah, niulize yeah, maswali nimempata hapa, taje ehe, yeah, hapo yeah, ndio kwenye pointi ya msingi yeah, msingi, mke wangu yeah, yeah. <laughs> nimetoka hapa paka stendi Mbezi. Sawa, nikuona hapa, cha kwanza nianzie wapi kumtafutia mtoto? Nikiangalia sehemu ambazo mimi nazifahamu mke wangu ni sehemu tatu, sawa. Mbezi Mwisho kwa shemeji yako Juma Ndolenge, nikaenda pale, sijamkuta nikauliza hata funuu, hata labda kuna chochote ambacho anaelewa kwa mawasiliano ya simu, akasema ajui chochote. Nikalala palipokucha, nikaondoka naenda mbagara kizuiani, kwa mzee kule kwa mko, kwa mzee, kwa mzee Haruna. Haruna ni ndio, mm -hmm. Umeelewa yule babangu ambaye nilikwambia ana, ana kampuni ya, ya, ya, ya ulinzi ambayo ya inaitwa Chaki Security, ndio umeona. Hiyo pale nimekaa siku mbili, siku ya tatu nikamwambia baba, mimi ngoja niondoke, niendelee kumtafuta mjukuu wako, kama Mungu tu nikawaza nimpigie simu rafiki yangu. Toto mzuri, mambo safi, vipi? Samani, naweza ngasogea hapo tuongee? Sogea, sogea tu, hamna shida. Safi vipi? Kwanza mama yangu kwa heshima na taazima, acha nivue kwanza hii kofia. Hey, baba umesuka ah, twetee nayo mama kusuka, au ni ujana, tulikiwa mtu mzima kama wewe. Nitakuwa na nyoa sasa, mi mama yangu, sijalewa kabisa. Tunajua mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndio bali, nimekuja nimevaa kibagashia, si jana wala nini. Alafu kingine, mimi nimekuja nataka nijue mtoto wako Salma nitamwoa kwa mali ya shilingi ngapi? Wewe muoaji hapa kwa staili ya pombe unakuja na chupa za za konyak jisi, konyak jisi hivi hiyo <coughs> sio shingwa. Hiyo inaitwa jobo hiyo konyagi. Kwa hiyo ko, nakukidumisha nakuwa kojo. Na ndo zinaitwa hivyo, ndo nakuja nazo ukweni. Ukwei, si nimeonja tu kidogo, hiyo sijanywa mimi. mwezi wa Ramadhani mtukufu kwanza nimefunga, kwa hiyo nitakunywaje mimi? nakuja nazo wewe kitanani sijui, mimi sijui. Mimi kwanza nasubiri majibu mama, nataka nijue maishi ngapi ili mimi nimuoe, basi Salma, mm, shika uchafu wako huu, mtoe na mwenzio hapa, hakuna cha ndoa wala nini, msinisumbue. moyo ni Ma, mwangu mana nimekuwa kituko mtaani, pombe na mimi maaiika ambaye yuko Banana, Gombo la Mboto anaitwa unanielewa eh, au jina jingine jina, jina, anaitwa Nyelele. Kampigia simu kamwambia, ndugu yangu nina changamoto moja mbili tatu niko hapa mjini. Akasema ha, jana wamefika hapa wanao, leo nilikuwa na mpango nikupigie simu nikitoka shamba Umeona hiyo? Ili nikwambie kwa sababu walikuja wote wawili, Haruna pamoja na Raji. mm -hmm. lakini huyu Raji yeye, yeah, yeah, jana hajakaa sana, alifika akakaa kidogo na kisha akaondoka, akasema baba mkubwa, namwacha Haruna hapa mm -hmm. nitamkuta, lakini alipoondoka ndo kaondoka jumla, hajarudi. Kwa hiyo ulikuwa na mpango ni kutafute nikamwambia nilikuwa nahitaji nije nyumbani kwako leo hii ili tuje tusaidizane kuwatafuta watoto. Akasema wapo, lakini mkubwa alipoondoka hajarudi tena, mdogo ndo yuko hapa. Mke wangu leo ndo nakaa na, nataka nikukumbushe ile kauli niliyokuambia. Acha nimtafute mtoto wangu, nikimpata utajua nilikuwa na maanisha nini. Umeona mtoto jinsi ambavyo alivyo Mtoto anasuka mtoto anasuka kama mwanamke, hebu angalia mtoto amesuka kama mwanamke. Na mimi nikasema sizifumui nywele wala simpeleki popote, namleta hivi hivi, uje mwone. Haya, hebu naomba niambie, huyo alikuwa avutishwe bangi huyo? Yaani bora umerudi, familia yetu tena imerejea kwa amani. Kwa hiyo mwacheni aende ila mwanangu amepatikana. Nashukuru kwa hilo, kwa sababu mimi pia nilikuwa silali kwa ajili ya wewe mtoto, nilikuwa silali. Nashukuru nimempata, yuko mzima, basi mambo mengine ataendelea, ah. Naweza nikwambia ninachokitaka saa hizi, mke wangu kaanza kuniambia wewe, oh, mume wangu nani nani, lakini tuachane nayo hayo. Saa hizi nataka nipumzike kwanza kidogo, nioge, lakini pia baada ya kuoga ndo tapata chai kidogo, lakini mke wangu ni mkasa sana sana. Hey, bana, wewe umeanza mambo yako, eh? Twende. Come on, let's go. Come on, Mm. Mm. Hey. Alnayo. Safi, uh. Wewe mwenyeji mitaa? Ndiyo, mimi ni mwenyeji. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mziwanda. Mziwanda? Mm. Wow, una jina zuri kama ulivyo wewe. Kweli eh? Ndiyo, we ni, ni? Ni mzuri, kwani hujui? Ila hata we mbona mzuri? Kweli? Ni mzuri? Eee, kwa unipenda? Kweli, nakupenda. Kwa sababu mbona kujua siitwa Chuma? Mwagia jina wana? Mimi nakujua tangu zamani. Ni mbona sikujui? Ni we tu lakini mimi nakujua, kwani lazima mpaka unijue? Kwa kupenda na unanipenda sana, sijui mara ngapi, ila ila ninakupenda sana zaidi ya kile ninachokifanya, na unanipenda sana, sijui mara ngapi, ila ila ninakupenda sana zaidi ya kile ninachokifanya. Kwa hiyo nipatie basi namba yako ya simu ili baadaye sasa nijue nakupataje? Sasa nambani, baadaye nikutafute au usiofu, mi nitakuja tu kwako mm. Unapajua kwangu? Ndio, ulikuja lini? Hamna, sijawahi kuja, lakini napajua. Basi sawa, utakuja saa ngapi? Niambie tu muda utakao kwa free. Mmm. Ila kama ya saa nne asubuhi. Ah, bwana mimi nataka saa nne usiku. Usiku. Basi sawa. Mimi nakusudia <tipa> katikati kati ya dunia ni pale unapopata kumpenda kakupenda wewe na unanipenda sana, sijui mara ngapi, ila ila mimi nakupenda sana zaidi ya kile nachokifanya, na unanipenda sana, sijui mara ngapi, ila